Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Godbless Lema amejitokeza tena na kuibua unabii mwingine mzito juu ya waziri mkuu wa sasa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mwigulu Lameki Nchemba. Tutamsikiliza Lema aliyoyazungumza juu ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba, kisha tutakwenda kutazama kwa undani kilichopelekea Lema anene utabiri ama unabii huo kwa Mwigulu. God Bless Lema akiandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, amenena yafuatayo na mnukuu, hapa tunaipenda nchi hii si kwa maneno, bali kwa gharama tulizolipa na tunazoendelea kulipa. Tunaipenda kuliko wale wanaoigeuza kura kuwa mali binafsi na mamlaka kuwa chombo cha kudhalilisha Upendo wetu kwa taifa haujazaliwa na faida, bali na mateso. Tumeonewa, tumepigwa, tumeteswa kwa sura zote za ukatili. Watu wetu wamefungwa, wengine wamepoteza maisha, tumewazika wengi, na wengi zaidi wametoweshwa, kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Hata leo viongozi wetu wapo gerezani, akiwemo mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu, huku mwili wake ukiwa ushahidi wa risasi nyingi kuliko majibu ya haki. Hata hivyo bado tunasimama, sio kwa sababu hatuumii, bali kwa sababu tumefundishwa na historia kwamba kuvumilia si udhaifu, bali ni nguvu ya wale wanaotumaini mema. Tumebaki kwa imani kwamba haki, hata ikicheleweshwa, haifutwi. Lakini swali la kifalsafa linabaki, je, mnaamini watu wote wataendelea kuwa hivi kwamba kila mtu atakubali kudharauliwa, kuumizwa, kisha wanyamaze ndani ya nyumba zao? kwamba mamlaka, haya, eh, kwamba mamlaka hayana mpaka na binadamu hana ukomo wa kuvumilia. Dharau, kiburi na ukatili ni mbegu, na kila mbegu huvuna matokeo yake. Historia haijawahi kusahau machozi ya waliodhulumiwa wala damu wasio na hatia. Hakuna propaganda inayoweza kufunika ukweli milele. Ukweli una tabia ya kujitokeza hata ukizikwa chini ya kelele za uongo. Anguko la kimaadili huanza kabla ya anguko la kisiasa, na pale ambapo mamlaka yanapojitenga na haki, na pale ambapo mamlaka ya gharama hulipwa sio kwa kulipiza kisasi cha mwili, bali kwa hukumu ya historia, dhamiri za watu na mizani ya haki ya Mungu. Je, unamkumbuka Msafiri Mbwambo? Alipoteza maisha katika uchaguzi wa marudio Arumeru Mashariki kwa kuchinjwa. Siku moja nilikuuliza juu yake pale Bungeni na ukatoa machozi ya hofu. Ilikuwa baada ya uchaguzi uliompa ushindi Joshua Nasari kupitia Chadema kabla hajatumbukia kwenye upotofu wa maadili. Na kukumbusha leo damu ya Msafiri Mbwambo haikukauka bila sauti. Bado inalilia haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hapa ndipo falsafa ya mwisho inapojitokeza. Hakuna dhambi dhidi ya ubinadamu inayopotea hewani. Kila tendo lina kumbukumbu, kila uovu unahesabu, na kila taifa linalo dharau haki hulazimika siku moja kujitazama kwenye kioo cha historia na kujiuliza lilipotea wapi. Hayo ndiyo maneno ambayo ameyazungumza Godbless Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, mara baada ya kauli ya waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kujitokeza na kuitenga serikali na madai ya kwamba watu elfu kumi walipoteza maisha wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Humo ndani God bless Lema amezungumzia vitu vingi, lakini kuna baadhi ya maneno yamekaa kama e, utabiri ama unabii. Unafahamu ya kwamba God bless Lema amekuwa aki akitoa baadhi ya maneno fulani ambayo yamekuwa yakionekana ama yakitafsiriwa kama unabii na akiyatamka kisha baadaye yanakuja kutoa matokeo. Lema humo ndani amezungumzia anguko anguko la kimaadili amesema, huanza kabla ya anguko la kisiasa sasa. Ni kupitishe katika kauli ya waziri mkuu ambayo ndio imemuibua Lema na kuzungumza hayo aliyoyazungumza. Masaa ishirini yaliyopita, waziri mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekataa madai ya vifo elfu kumi wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Waziri Mkuu d Mwigulu lame Kinchemba amepinga ripoti zinazodai kuwa watu elfu kumi walifariki dunia wakati wa maandamano ya uchaguzi yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata, akisema kuwa takwimu hizo si za kweli na zina lengo la kisiasa. Dkt Nchemba alisema watu wanaosambaza takwimu hizo wanafanya hivyo kwa maslahi ya kifedha na kisiasa. wamekuwa wakiji... wamekuwa wakijiuliza ni watu wangapi wamekufa, wanahesabu na kulipwa kutokana na madai ya uharibifu, wanatumia maisha ya Watanzania kujipatia fedha wakidai kwamba watu wengi wamekufa ili wapate pesa nyingi. Ndiyo maana wanazidisha na kusema watu elfu kumi wamekufa. wewe ulikuwepo? aliuliza waziri mkuu huyo. Aidha, Dr Nchemba alikosoa jitihada za kuibua taharuki na kupotosha umma akisema baadhi ya watu wametumia picha kutoka maeneo ya migogoro nje ya nchi kuonyesha kana kwamba zilitokea Tanzania. Mnachukua picha kutoka Darfur kuonyesha kile kilichotokea Tanzania. Masuala yanayohusu upotevu wa maisha ni nyeti na yanauma, alisema. Alibainisha kuwa serikali imeunda kamati maalum ya rais kuchunguza matukio hayo, na familia ambazo bado hazijawapata ndugu zao zitatatuliwa kupitia tume hiyo ya uchunguzi. Dr. Nchemba pia alihoji uaminifu wa idadi ya vifo vilivyotajwa, akisema haiwezekani watu wengi kiasi hicho kufa ndani ya siku tano jijini Dar es Salaam bila kuacha, bila kuacha ushahidi wa wazi. Unaweza kuficha miili, lakini huwezi kuficha mazishi, alisema. Aidha alionya kuwa baadhi ya makundi yanajaribu kuchochea chuki miongoni mwa Watanzania kwa malengo ya kisiasa, na akawahimiza wananchi wawe waangalifu. wanatafuta njia za kueneza chuki kati ya Watanzania, ndiyo maana serikali ndiyo maana serikali inaendelea kuwasihi watu wasifuate maagizo yao, alisema. Dr. Nchemba alitoa kauli hizo Alhamis Desemba 18 wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Mbeya. Hata hivyo, licha ya kauli ya waziri mkuu, serikali bado haijatoa takwimu rasmi za idadi ya vifo au maelezo kamili kuhusu kilichotokea ikisubiri ripoti ya tume maalum ya uchunguzi iliyoundwa na rais eh, Samia Suluhu Hassan. Hiyo ndiyo imekuwa kauli ya waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kufuatia minong'ono ya madai ya kwamba eh, watu elfu kumi wamepoteza maisha katika maandamano ya baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba ishirini na tisa. Lakini pia eh, hii ndio imemwibua Lema na kunena ama kutoa utabiri mzito juu ya waziri mkuu wa sasa Mwigulu Lameck Nchemba. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika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 E, endelea kutufuata katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, e, TikTok na kadhalika kwa majina ya Habari Kiganjani.